Timu ya taifa ya soka ya wasichana Junior Starlets imeendeleza mazoezi ikijiandaa kwa mechi ya marudio raundi ya pili ya kufuzu kombe la dunia kwa wachezaji walio chini ya umri wa miaka 17 dhidi ya Uganda. Kwa saini zasema, tuko na pressure juu, inafaa tu work hard ndio tuweze ku achieve tena kurudi World Cup, juu pia timu tunakutana nazo zimejipanga juu zinajua zina, zinaenda kumit watu wenye wamefika World Cup mechi hiyo itachezwa siku ya Jumapili tarehe 16 saa 9 alasiri ugani Nyayo, huku Starlets wakishikilia uongozi wa mbili kavu. Mshindi wa mechi hiyo atapambana na aidha Cameroon ama Ethiopia katika raundi ya tatu na ya mwisho ya mchujo. Zaidi ya wanariadha 1500 wanatarajiwa kushiriki makala 25 ya mbio za Lewa Safari Marathon zitakazofanyika tarehe 28 mwezi Juni kwa lengo la kuchangisha fedha za kusaidia katika uhifadhi wa mazingira, wanyamapori na kuinua wa jamii na uzingira mbuga ya Lewa. And what an incredible moment it is to be here today as we officially launched the 2025 Lewa Safari Marathon. 25 years ago, Safaricom and Lewa hosted a race for 120 participants on the conservancy. This small race would go on to become the international event. kufikia sasa zaidi ya shilingi bilioni moja nukta tatu zimechangishwa tangu kuanzishwa kombio hizo na mwaka elfu mbili Kampuni ya kamari ya Betika imetia saini kandarasi ya udhamini wa mwaka mmoja na chama cha wanahabari wa michezo nchini SJAK kwa lengo la kufanikisha tuzo ya kocha bora inayotambua wakufunzi waliotia fora nchini kila mwezi um, as we come to recognize a group of people that have over time been overlooked and as uh, you may know uh, Betika in 2019 started a journey with Betika na community that has seen as invest um, billions of shillings in Kenyan sports and sports persons. mkataba huo wa thamani ya shilingi milioni sita utadumu kwa mwaka mmoja na siku moja baada ya kuomba wadhamini kujitokeza ili kupiga jeki azma yake kushiriki mashindano ya Safari Rali, dereva wa kike nchini Paul Nshego amepata afueni baada ya kupokea udhamini wa shilingi nusu milioni kutoka kampuni ya Kenjen. Mashindano ya WRC Safari Rali yataandaliwa kati ya 20 na 23 mwezi huu yakianza Nairobi na kukamilika Naivasha. Abula Ahmed, K24 michezo.